Wa majimbo ni kweli, kama wanavyofahamu jiografia ya wilaya yetu ya Mtwara Vijijini, na majimbo mawili ya uchaguzi, jimbo la Nanyamba na jimbo la Mtwara Vijijini. Kwa hiyo mpaka hivi leo, Mtwara Vijijini wanachama waliojitokeza ni saba, ambao tayari wamechukua fomu, wanawake wawili, wanaume watano, lakini kwa kuwa siku bado zipo pengine Eh, kesho na kushukutwa idadi inaweza ikabadilika. Kwa wale ambao wamethubutu, nafikiri picha zao zinaonekana, ama si jambo la siri kwenye mitandao mbalimbali, kwenye akaunti mbalimbali za mitandao ya kijamii, wao wakiwa wanaonyesha picha ili jamii ifahamu kwamba wamechukua fomu tayari. Mwana Juma Abdalla na Manga, huyu ni mwenyeji wa kata ya Nalingu, wilaya ya Mtwara vijijini Arif Suleimani Premji huyu anatokea kata ya Mayanga Mtwara vijijini. Hamisi Batiri Nankaha yeye anatokea kata ya Nangurue wilaya ya Mtwara vijijini. Abustuno Yohana Mbuli anatokea kata ya Naungu wilaya hii ya Mtwara vijijini. Lakini Shakira Selemani Lenga anatokea katika kata ya Ndumbwe wilaya ya Mtwara vijijini. Silaji Selemani mtenguka anatokea kata ya Mango Pacha Nne na Selemani Musa Mwamba anatokea kata ya Mbabura. Au tayari wamechukua form na wapo baadhi ambao tayari wamesha rudisha form. Kwa hiyo tunaendelea mpaka itakapofikia kesho kutwa tarehe mbili, basi ndio tutakuwa na idadi halisi kwamba waliochukua form na wakarejesha form katika ofisi yetu ya wilaya ni akina nani basi vikao vianza kufanya kazi na hatimaye tupate, e, watakao kuwa wameteuliwa kwa ajili ya kupigiwa kura za maoni. Lakini pia katika jimbo la na nyamba lenye kata 17 maake, jimbo letu la Mtwara vijijini ina kata 21 na Nanyamba lina kata 17. Sasa jimbo la Nanyamba mpaka sasa umejitokeza makada watatu, mmoja mwanamama na wawili wanaume e, Rukia Hamisi Mchika tokea kata ya Mnima amechukua fomu. Dadi Ismail na Manje kutokea kata ya Kitaya ni miongoni mwa wanachama waliochukua fomu, na Abdalla Dadi Chikota kutokea kata ya Nyundo, e, na yeye amechukua fomu, na baadhi yao wapo ambao tayari wamekabidhi fomu hizo katika ofisi kwa maana ya kurejesha. Tunaendelea kusubiri kesho na kesho kutwa, muda uliowekwa kwa mujibu wa ratiba ya uchaguzi. Basi tunawakaribisha makada, fomu zipo, zinalipiwa gharama ya shilingi laki tano, wala sio pesa nyingi sana na zipo za kutosha, waje e, waje wachukue fomu basi. Baadaye vikao ndio vitachambua na kurudishia majina matatu na hatimaye wanachama wenyewe watapata fursa ya kupiga kura za maoni e, na mwisho kabisa vikao vya uteuzi vitamteua vete kada mmoja ambaye sasa tuta atakwenda kuchukua fomu ya serikalini ili kushiriki uchaguzi e, kama mgombea wa jimbo kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini tuna kata jumla 38 katika baadhi ya kata wapo wana sisim na si baadhi, ni zote waliojitokeza. Mpaka sasa tuna idadi ya wana CCM karibia mia nne na ishirini na nane hivi ambao tayari wamechukua fomu, wanawake kwa wanaume, kugombea udiwani wa kata. Lakini eneo la special seat, kwa maana viti maalum madiwani, na penyewe pia kwa mujibu wa idadi ya mgawanyo wa tarafa zetu kijiografia zaidi ya wanawake karibia 118 tayari wameshachukua fomu. Kwa hiyo zoezi la kuchukua uchukuaji wa fomu limechanganyikiwa, inaonekana demokrasia eh, imekomaa demokrasia huru, watu wanatambua haki yao ya msingi kikatiba, kwamba katika haki zao kama wanachama kuchagua au kuchaguliwa kugombea ama kushiriki uchaguzi ni haki yao ya msingi kikatiba, wala si jambo la upendeleo wa kundi fulani. Kwa hiyo idadi ya wanachama inazidi kujitokeza. Kwa leo nishie hapo, tutapata update kesho na kesho kutwa, ili kujua mpaka mwisho wa tarehe kwa mujibu wa ratiba yetu ya kalenda ya uchaguzi ni wanachama wangapi hasa waliojitokeza kitakwimu. Kwa hiyo machache, naomba kuwasilisha nikisema karibuni, fomu bado zipo, mzigo upo, mzigo upo, mzigo upo, mzigo upo, mzigo upo, jamani fomu zipo za kutosha eh. Hapa kama nimefungua duka la kuuza fomu eh wa makada wenye sifa